Kufuatia nchi ya Tanzania kuwarejesha nchini kwao wanaharakati na wanasheria wa nchi ya Kenya wakiongozwa na Martha Karua ambao walitua jijini Dar es Salaam katika uwanja wa ndege wa Mwalimu Julius Nyerere ambapo walikamatwa na pasipoti zao kushikiliwa kisha kuachiwa baada ya masaa matatu kuhojiwa na kwamba Uh, wananchi hao wa Kenya wakatoa tamko kwamba Tanzania haina demokrasia. Mheshimiwa Rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ameamua kutoa neno kuhusiana na jambo hilo akisema uh, kwamba uh, wanaharakati hao wasiingirie nchi ya Tanzania ama mambo yetu ya ndani na kuwataka wale mawaziri wanaohusika kutoa kanusho ama kuthibitisha ambayo yanatamkwa na wanaharakati hao, ambao Mheshimiwa rais amesema kwamba wameharibu nchi yao, hivyo wanavamia katika nchi yetu kuleta mambo ambayo hayastahili katika tamaduni na ustawi wa nchi yetu, lakini pia ame vyombo vyombo vya ama vyombo vya usalama kuhakikisha kwamba nchi yetu inaendelea kuwa salama, na yeye pia aliapa kuilinda katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia kuilinda Tanzania kupitia miongozo ya nchi yetu. Hapa anaeleza zaidi mambo ambayo anayaona na yaliyotamkwa hivi karibuni nje ya nchi yetu ya Tanzania na aliyotokea pia katika nchi yetu ya Tanzania. Hii ni Nyikani TV na langu jina ni Godoni Karurunga, karibu tumsikilize Mheshimiwa Rais uh, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. La nne kuendelea kulinda uhuru na heshima ya nchi yetu, kama nilivyosema, kuna maendeleo makubwa ya teknolojia na kwa kutumia teknolojia